Taarifa iliyosomwa mbele ya wenye viti wa vyama vyote vinne vinavyounda UKAWA na kushuhudiwa na makatibu wakuu wa vyama hivyo imelitaja jeshi la polisi na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini kama moja ya taasisi ambazo zimekuwa zikitumika kuvihujumu vyama pinzani vya siasa nchini. Kwa hiyo vyama washirika wa UKAWA hatumtambui, hatutamtambua bwana yule kama mwanachama wa chama cha wananchi CUF kama mwenyekiti wa chama cha kafu wala hatumtaki katika umoja wetu wa UKAWA. Mwenyekiti wa CUF anetambuliwa na msajili wa vyama vya siasa nchini Profesa Ibrahim Lipumba, anasema hatishwi na kauli hiyo ya vyama vinavyounda umoja wa katiba ya wananchi UKAWA. Wamemsimamisha wanachama Mheshimiwa Maftaha Nachuma, mbunge wa Mtwara, Magdalena Sakaya, mbunge wa Kaliua sasa unaposimamisha, na UKAWA hatuna wabunge wengi, vyama vilivyounda umoja wa katiba ya wananchi hatuna wabunge wengi, lakini UKAWA sio chama hivi. Akifukuzwa wanachama mbunge, tukapoteza jimbo, ukaitisha uchaguzi mdogo, nani atakayenufaika? Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamati ya uongozi wa CUF Mheshimiwa Julius Mtatiro, anasema chama chao kinaendeshwa kikatiba na hakuna kifungu chochote kilichokiukwa, huku Profesa Lipumba akitengua ukurugenzi wa maafisa wa juu wa chama hicho, ikiwa ni pamoja na kuwavua nafasi za ujumbe wa baraza kuu la uongozi la taifa CUF. Oyo, la CUF. Kwa hiyo swala la kujiuzuru uongozi katika katiba ya kafu ni swala ambalo kiongozi yoyote anaweza kufanya muda wowote, wala hafungwi lakini pia hata katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania mambo haya ya kujiuzulu imeyafanya kuwa ni jurisdiction ya mtu binafsi ya kiongozi yule husika. Sasa ibara ya 1172 ya katiba ya kafu ndio inaweka taratibu. nimeamua kutengua uteuzi wa wakurugenzi na manaibu wakurugenzi wafuatao: Joran Bashange mkurugenzi wa uchumi na fedha nimemtengua Ismail Jusa Ladu mkurugenzi wa mambo ya nchi mambo ya nje nimemtengua. Nime Mustafa Wandwi katibu wa kamati ya ulinzi na usalama ambaye ndio mkurugenzi wa ulinzi na usalama nimetengua uteuzi wake. Kulufumu Mchuchuli mkurugenzi wa haki za binadamu na sheria eh, nimetengua uteuzi wake. Tangu atangaze kurejea kwenye nafasi yake ya mwenyekiti, baada ya kuitangazia dunia kung'atuka nafasi yake ya mwenyekiti, hali ya mvutano imekuwa sasa ni sehemu ya chama hicho cha CUF, huku tishio kubwa kwa sasa likiwa ni kukigawa chama hicho kikongwe cha siasa hapa nchini. Kutoka Dar es Salaam, Spencer Lamek, ITV.